Maadhimisho ya miaka hamsini ya uhuru hapa nchini yamekuwa yakiendelea katika maeneo na sekta mbalimbali mbali, ambapo hii leo Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto Sofia Simba amezindua maadhimisho ndani ya wizara hiyo, hafla iliyoambatana na uzinduzi wa kitabu kinachoelezea kazi za mabibi na mabwana shamba katika kipindi cha miaka hamsini ya uhuru. Waziri Simba amesema katika miaka hamsini ya uhuru, pamoja na mafanikio yaliyofikiwa, bado wizara hiyo inakabiliwa na changamoto na kukabiliana na mila potofu kwa mila na desturi potofu zinazoleta madhara kwa wanawake na watoto, ongezeko kubwa la watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, uelewa mdogo wa jamii kuhusu meli manajementi ya sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali kubadili fikra na mitazamo asili ambayo ni hasi ya watu, ili waweze kubadilika na kujiletea maendeleo yao. Himisho miaka 50 ya uhuru wa Tanzania Bara katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto yameambatana na maonyesho ya bidhaa mbalimbali yanayoratibiwa kwa karibu na Wizara hiyo. Dorothy <todulogu> Mary, TBC 1 Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoani Manyara limewatia mbaroni watu kumi na mmoja wakiwemo wanawake sita kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuraji mali za watu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mbali na kuwakamata watuhumiwa hao, wakiwemo wawili wanaodaiwa kuwa ni wahalifu sugu, jeshi hilo pia limefanikiwa kuwakamata kukamata vitu mbalimbali vinavyosadikiwa kuibwa na watuhumiwa hao, baada ya kufanya msako na kuwapekua majumbani mwao. Manashua, TBC, mkoani Manyara. Ben Mwaipaja anaripoti kamili. Vingi tu vinaweza kukamatwa, ikiwa ni pamoja na sabufu nne, TV ziko tano, redio ziko saba, magodoro yako tisa, simu za mikononi ziko kumi na sita, vitanda vinne. Ni tukio lilovuta hisia za wakazi wa mji Babati, mkoani Manyara, ambapo wengi wao wamejitokeza kushuhudia tukio hilo na wengine kutaka kutambua mali zao walizoibiwa. Liberatus Sabasi ni kamanda wa polisi mkoa wa Manyara. Operesheni hii ni endelevu. Tutaendelea kuwasaka popote walipo wahalifu katika mkoa wetu wa Manyara hadi tuhakikishe kabisa kwamba wananchi wanaishi kwa amani na utulivu. Hii siyo kichaka cha uhalifu wahalifu. Wahalifu watafute maeneo mengine ya kwenda, lakini siyo Manyara. Kukamatwa kwa watumiwa hao wanaodaiwa kutumia mbinu mbalimbali mbali mbali katika uporaji huo, ikiwemo matumizi ya vitu vizito kama vile mikasi na funguo za bandia kuingia kwenye nyumba za watu ambapo maeneo ya biashara za vinyozi yameonekana kuathirika zaidi. Hapa nimetambua TV Sony inchi kumi na nne pamoja na sabufa, mashine mbili za kunyolea na vitambaa vya saluni viwili, licha ya kujitokeza kwa idadi kubwa ya watu kutaka kutambua mali zao. Dawa za kulevya kama vile misokoto ya bangi, lita zaidi ya elfu saba za pombe haramu ya gongo na mitambo ya kutengenezea pombe hiyo vimekosa wenyewe. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuvunja mitandao ya kihalifu kutokana na taarifa mbalimbali ambazo tunazipata kutoka kwa wananchi. Tunaona simu zetu tunazozisambaza kwa wananchi kupitia eh, mpango wetu wa polisi jamii inasaidia sana. Hatua hiyo ya jeshi la polisi kudhibiti watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu imepongezwa na baadhi ya wakazi wa mji wa Babati. Ninashukuru na watu wasiowaoga kutoa taarifa na polisi, basi waendelee kuficha siri hivyo hivyo kwa wanayetoa taarifa, kwa sababu wakijulikana watakuwa maisha yao itakuwa hatarini. Tena wapa ongera kwa kazi nzuri. Umeona eh, hapa mali za wananchi zilizokuwa zimeibiwa baadhi zishatambuliwa na wenyewe eh, sasa naona kinachosubiriwa ni mkondo wa sheria. Kamanda wa polisi mkoa Manyara, Liberatus Sabasi amesema watumiwa hao watafikishwa mahakamani baada ya upelelezi wao kukamilika. Mimi ni Ben Mwaipaja, TBC Manyara. Baadhi ya majaji wa mahakama ya rufani nchini wamesema kuwa baadhi ya mahabusu na wafungwa nchini wanashindwa kukata rufaa katika mahakama za juu kutokana na urasimu unaofanywa na baadhi ya maafisa wa idara ya magereza ambao wengi wao wamekuwa wakikwamisha rufaa hizo kwa makusudi na hivyo kuwafanya wakosi haki zao za msingi. Wakizungumza mwishoni mwa kikao cha mahakama ya rufani kilichoketi jijini Mwanza, majaji Edward Rutakangwa, Natalia Kimaro na Catherine Orio wameeleza kuwa ili kuharakisha utoaji wa haki nchini, maafisa wa magereza wanapaswa kuhakikisha kuwa rufaa za washtakiwa zinaandaliwa na kufikishwa mahakamani kwa wakati ili haki iweze kutendeka, tofauti na sasa ambapo baadhi yao wanawasilisha rufaa hizo pale tu wanapohitajika. Richard leo ana ripoti zaidi kutoka Mwanza orio wa mahakama ya rufani nchini ambao wamekutana na waandishi wa habari jijini Mwanza mwishoni mwa kikao cha mahakama ya rufani kilichoketi jijini Mwanza. Swala la kwanza kuzungumziwa na majaji hawa ni mfumo wa utoaji wa adhabu kwa baadhi ya makosi ya jinai. Changamoto moja ninayoona hapo ni hiyo ambayo tunakuja tunakuta kwamba kesi labda hata imepangwa kusikilizwa, lakini sasa zile hatua za muhimu za kufuatilia zikufanya zikukamilika kwa hiyo inabidi hata wakati mwingine arudi tena gerezani. Na wakati mwingine unaweza kuangalia ushahidi ukakuta kwamba ule ushahidi haukuwa unatosha kumtia hatiani, na anakuwa amekaa gerezani kwa muda mrefu. Na pia zile hatua za kukata rufaa pia zinachukua muda mrefu mpaka aje akate rufaa, kwa wakati mwingine watu wanakaa gerezani kwa muda mrefu sana, kwamba kwa kweli hii sheria ingebadilishwa sana, kwamba na ritrai au kwamba kwa ianze upya basi, muda ambao mshtakiwa tumikia kifungoni, acha mambo ya, ya rumande tu basi uondolewe katika adhabu yake. uochangamtia kikao hiki tu ushauri nao ukatolewa kwa waendesha mashtaka, wakiwemo wale wa idara ya magereza tumekuta. Tunawaomba waendesha mashtaka mahakama za mwanzo ya mahakama ile ya chini ya, ya wilaya wahakikishe kwamba katika lista ya, ya, ya mashahidi daktari wa PF3 anaitwa kama shahidi. Hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu ambao watu ambao ni wakosaji wanaachiliwa kwa sababu ya kitu kidogo tu, ni ya kukata rufaa. Asa magereza akipokea, anapaswa sheria anasema kwamba anapaswa kuandika jina lake pale, signature yake pale na tarehe na time ambayo amepokea, lakini yule anapokea hawa endorse wanawashia hivyo hivyo tu, yasa kija mahakamani. Kwa hiyo of course ana ana, ana uhuru tu taarifa kwa kwa bwana jela, anakwenda kwenye serikali yake tu, ana sio mshaka tarufani mshaka tarufani tufani yake ya nje tu bila ulichelewa tu kwa kweli. Je, nini kifanyike ili kuboresha mfumo wa utoaji wa haki nchini? Maybe anga tazama upya mfumo wa adhabu tu tu, kuweka adhabu ya chini kabisa kama hata mahakama inafungwa mkono kabisa sasa utakuta kwa mfano mtu anaweza kasi ya unyang'anyi tu. Kanyang'anya akakuibia saa. Mwingine nyang'anyi anaiba kabisa millions of money tu lakini wote adhabu moja inaka 30 tu. Wakati wa kikao chake kilichoketi jijini Mwanza kwa takriban mwezi mmoja majaji wa mahakama ya rufani wamepokea na kutoa maamuzi hamsini na saba ya rufaa kati ya 59 yaliyowasilishwa kwao kutoka mikoa ya Mwanza, Kagera na Mara. Richard Leo, TBC Mwanza.